Mungu kwa sababu umeongeza bidii kwa sababu umefanya bidii, hakuna kitakacho kuzuia kumwona Mungu, hakuna kitakacho kuzuia kuziona njia za Mungu. Haleluya, maana anasema, nawapenda wale wanipendao na wale wanitafutao kwa bidii wataniona hao hao wanitafutao kwa bidii wataniona, sio watanisikia tu, wataniona, watayaona njia zangu, wataona matendo yangu, wataona ukuu wangu. Haleluya! Tunaenda kuingia kwenye maombi ya toba kwa muda mfupi, alafu tutaingia tena kumwomba Mungu atuonyeshe, atupe bidii katika yale tunayoyahitaji, atuvike nguvu tupate bidii, alafu tutaendelea na vipengele vingine. Haleluya! Simama pale ulipo tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka, Mungu wetu na Baba yetu, tuko mbele zako saa hii na muda huu. Tuko mbele ya kiti chako kilichojaa neema na rehema, tumekuja jinsi tulivo, tumekuja sisi kanisa, tumekuja mtu mmoja mmoja, tumekuja mbele ya kiti chako kilichojaa neema na rehema. Tunaomba toba Baba, tunaomba rehema, tunaomba msamaha, tunaomba utakaso Mungu nayesameda kwa ajili yako mwenyewe, tuko mbele zako Baba, turehemu. Tuko mbele zako Jehova, tutakase, tuoshe kwa damu yako Baba. Tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba msamaha, tunaomba utakaso tunatubu kwako, kwa Mungu wetu, tunatubu kwako, kwa Jehova, tunatubu kwako, kwa Mungu mwenye nguvu, tunatubu kwako, kwa Kristo Yesu. Tumesogea mbele ya madhabahu yako yaliyojaa neema na rehema, tunaomba toba, tunaomba rehema, tunaomba msamaha, tunaomba utakaso, tunaomba utuoshe, tunaomba ututakase, tunaomba utusafishe. Samehe Yesu, samehe kuwaza, samehe kunena, samehe kutenda, samehe kutoka kwetu na kuingia kwetu. Baba turehemu baba tusamehe baba tutakase baba tuoshe kwa damu yako. Tumekuja mbele zako Mungu wetu, tunaomba rehema tunaomba toba tunaomba msamaha. Samehe kutoka kwetu na kuingia kwetu, turehemu na utusamehe, tutakase na utuoshe. Mungu unayesamehe dhambi, kwa ajili yako wewe mwenyewe, wala sio kwa ajili yetu unasamehe Mungu, ili wewe uogopwe. Baba tunaomba utusamee, kwa ajili yako, tusamehe kwa ajili yako, tutakase kwa ajili yako, tuoshe kwa ajili yako, tusafishe kwa ajili yako, turehemu kwa ajili yako, Yesu, kwa ajili yako, baba tusamee, baba turehemu. Tumefanya yasiyopendeza machoni pako, mioyo yetu imewaza mabaya, miguu yetu imekuwa mepesi kukimbilia maovu mikono yetu imemwaga damu zisizokuwa na hatia, Baba turehemu, Baba tusamehe, Baba tutakase. Miguu yetu imekuwa mepesi kukimbilia maovu, tumezulumu wajane na yatima. Yesu turehemu, Yesu tusamehe, Yesu tutakase tumenena yasiyofaa mbele zako, tumesikia tusiotaka tusikie, tumenena usiotaka tunene, tumetazama usivyotaka tutazame. Yesu tutakase, Yesu turehemu, Yesu, Yesu, mbele ya kiti chako kilichojaa neema na rehema, Baba tunaomba toba Tunaomba rehema, tunaomba msamaha, tunaomba utakaso, tunaomba utuoshe tena, tunaomba utusafishe tena, tunaomba utuponye tena, tunaomba ututakase tena. Tunaomba Mungu, tuondolee kila uovu, kila dhambi, kila takataka taka, kila uchafu na zile dhambi zituzungaza kwa upesi. Baba, tunaomba rehema, tunaomba toba, tunaomba msamaha. Tunaomba utakaso. Yesu Kristo samehe, Yesu Kristo samehe, Yesu Kristo samehe, Yesu takasa, Yesu tuoshe, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo kwa jina la Yesu Kristo kwa damu ya Yesu Kristo Baba tuoshe kwa damu yako tutakase kwa damu yako tusafishe kwa damu yako tuoshe kwa damu yako tutakase kwa damu yako, yako tuoshe kwa damu yako samehe uovu samee makosa haya Baba takasa dhambi hizi turehemu Mungu wetu tusamehe Jehova tutakase Kristo Tuoshe Mungu mwenye nguvu, Baba, tuko mbele zako, tunaomba uturehemu, tunaomba ututakase, tunaomba ututakase, tunaomba ututakase, tunaomba ututakase. Roho zetu takasa Baba, roho zetu takasa Yesu, nafsi zetu tutakase, nafsi zetu zitakaswe Yesu, tutakase kwa damu yako, takasa nafsi zetu, takasa nafsi zetu, takasa kuwaza kwetu takasa kunena kwetu, takasa kufikiri kwetu, Yesu tutakase, Yesu tuoshe, Yesu tutakase, Yesu tuoshe, Yesu tutakase, Yesu tuoshe, Yesu tutakase, Yesu tutakase, Yesu tuoshe, samehe kufikiri kwetu, samehe kufikiri kwetu, e Mungu turehemu Sawa sawa na fadhili zako Baba, tutakase sawasawa na fadhili zako tusamehe, sawasawa na fadhili zako turehemu. Sisi kanisa lako turehemu, sisi wana wako turehemu, mtu mmoja mmoja turehemu, kanisa lako rehemu, familia zetu rehemu, nyumba zetu rehemu, kazi zetu rehemu turehemu Baba, turehemu Yesu, turehemu Yesu, sawa sawa na fadhili zako turehemu, sawa sawa na fadhili zako tutakase sasa sana fadhili zako tuoshe, kiasi cha wingi wa rehema zako Baba, tutakase kiasi cha wingi wa rehema zako tutakase. Baba, samee makosa yetu, samee maovu yetu, samee makosa yetu, samee maovu yetu. Yesu, samee makosa yetu, Yesu, samee maovu yetu. Baba, samee makosa yetu, Baba, samee maovu yetu. Yesu, turehemu Yesu tusamee, Yesu tutakase, Baba samehe makosa yetu, Baba samehe maovu yetu, Baba turehemu sawa sawa na fadhili zako, turehemu sawa sawa na fadhili zako, turehemu kiasi cha wingi wa rehema zako, Baba turehemu Baba tutakase Baba tuoshe turehemu, Yesu sawasawa na fadhili zako, sawasawa na fadhili zako, tutakase kiasi cha wingi wa rehema zako Baba uyafute afute makosa yetu uyafute makosa yetu baba utuoshe kabisa na uovu wetu yesu tuoshe kabisa sisi na uovu wetu yesu tuoshe kabisa sisi na uovu wetu yesu zitakase dhambi zetu baba takasa dhambi zetu baba zitakase dhambi zetu baba zitakase dhambi zetu maana sisi tumejua makosa yetu maana mimi nimejua makosa yangu maana sisi tumejua makosa yetu na dhambi zetu zimbele yetu daima. baba Dhambi zetu zi mbele yetu daima, dhambi zetu zi mbele yetu daima Jehova, dhambi zetu zi mbele yetu daima. Tunatubu kwako Yesu Kristo, tunatubu kwako Yesu Kristo. Tumekutenda dhambi wewe Mungu peke yako, tumekutenda dhambi wewe Yesu peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako Yesu, tumefanya maovu mbele za macho yako, turehemu na utusamehe umefanya maovu macho yako Yesu, turehemu na utusamee. Wewe Yesu, ujulikane kuwa una haki unenapo. Yesu, ujulikane wewe kuwa una haki unenapo na kuwa safi utawapo hukumu. Yesu, turehemu katika hukumu yako, turehemu katika hukumu yako, turehemu. Ujulikane kuwa una haki unenapo na kuwa safi utawapo. Yesu, katika hukumu yako turehemu Baba katika hukumu yako turehemu. Tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu. Baba tazama, tuliumbwa katika hali ya uovu, mama zetu walichukua mimba hatiani. Baba tazama, tuliumbwa katika hali ya uovu, turehemu. Mama zetu walichukua mimba hatiani. Yesu turehemu, baba turehemu na utusamee. Tazama unapendezwa na kweli iliyo moyoni, Baba unapendezwa na kweli iliyo moyoni The...